Naam, um, karibu tena. Kenya inaendelea kupoteza maelfu ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, kupitia vifo ambavyo madaktari wanasema vinaweza kuzuilika. Kukosekana kwa vifaa, nafasi finyu na mifumo duni ya rufaa katika hospitali nyingi za umma kunawafanya watoto njiti kuaga dunia. Huduma maarufu ya kina mama kuwahudumia watoto wa aina hii inaokoa maisha ya watoto hao, lakini hospitali nyingi humu nchini hazina nafasi ambazo kina mama hao wanaweza kusaidika. Emily Chebet na taarifa zaidi ndani ya hospitali ya mama Margaret Uhuru hapa Kariobangi, Nairobi. Watoto wachanga wenye uzito usiofika kilo moja wanakabiliwa na changamoto ambayo miili yao haikuwa tayari kukabiliana nayo. Lakini vita hivi vinakuwa vigumu zaidi, sio kwa sababu ya hali yao, bali kutokana na mapungufu katika mfumo wa afya. Kwa Jacqueline Achieng Otieno, uja uzito wake wa tatu uliisha mapema ndani ya wiki thelathini na mbili pekee. nililala tu, kuamka asubuhi, nikaamka nikashuka kwa kitanda, kushuka kwa kitanda kusongesha mguu chini, maji ikatoka, once ikaja, sasa ndio ma... nikaita mume wangu nikamuuliza, eh, na hii ni mko... hii kama ni mkojo, hii si kawaida. Alipata huduma ya kwanza katika hospitali ya kibinafsi eneo la baba dogo kisha akapelekwa hospitali ya kaunti ya Mbagathi. Jacqueline hakujua kwamba alikuwa na ujauzito wa watoto pacha. Nikafika Mbagathi kitu saa kumi na dakika kama kumi hivi wakaniambia itabidi tukufanyie scan ingine tena juu maji bado o wakati maji bado ilikuwa inatoka tu, so pia wakanifanyia scan, wakasema watoto pia wako, bado wako na maji ya kutosha kwa tumbo, nisiwe na stress mi, wakaniambia tu niende nikae kwa, nyu, kwa nyumba wiki mbili tu. Baada ya kutafuta huduma ya kwanza, Jacqueline alijifungua, lakini kwa bahati mbaya alipoteza mmoja wa pacha wake. Immaculate Akinya alijifungua watoto wake wa kwanza pacha njiti wiki 26 ya ujauzito, mmoja akiwa na gramu 800, mwenzake gramu 900. Pia alimpoteza mmoja wa watoto hao. Sasa si tunaishi fifth floor. Kufika hapo fourth floor nikasikia ni kama nataka kwenda nataka kwenda choo, kufika hapo nikaenda choo vizuri, nikateremka. Kufika third floor nikasikia ni kama maji inatoka, maji inatoka Mtoto njiti ni yule anayezaliwa kabla ya wiki 37 za ujauzito kukamilika. Mimi hata nilishtuka. All my life sijai, sijaenda na asari. Mimi nasema tu na asari, na asari. Kufika pale, kondishoni ya mtoto hata ungetamani kuona mtoto. Mtoto mwenyewe ni mdogo, vitu amewekewa pia zinakushtua. Eh. The maximum is 16 or 18 babies at one go. Watoto wanaozaliwa kabla ya wakati ndio chanzo kikuu cha vifo vya watoto wachanga nchini Kenya wakichangia asilimia hamsini na moja ya vifo vyote vya watoto nchini. Vituo vya afya katika kaunti ndogo za Makadara na Kamukunji vimepata usaidizi wa kuimarisha huduma ya kangaroo mother care. Lakini hospitali nyingi bado hazina nafasi ya kutosha kwa kina mama wanaotegemea huduma hii muhimu.

Or a different hospital. Serikali za kaunti na ile ya kitaifa zimetakiwa kuzingatia vifaa vinavyohitajika na nafasi maalum ya kina mama kutekeleza huduma ya kangaru. In Makadara we renovated a KMC room for... Uh, in Makadara Sub-County Hospital as well as Bahati. While in, um, in Kamkunji, we went to the Eastleigh Eastleigh Health Center and Pumwani Majengo. I've only been able to train 200 CHPs, 100 from Makadara and 100 from Kamkunji. And those two sub-counties have more than 500 CHPs from each sub-county. Kwa mujibu wa wahudumu wa afya vifo vya watoto chini ya miaka mitano vinapaswa kuzingatiwa zaidi Emily Chebet, Runinga Citizen, Nairobi.